Heri kufa kuliko kufariki. Umewahi kuisikia methali hii? Ina maana gani? Hivi kuna tofauti gani kati ya kufa na kufariki? Ukiangalia katika kamusi utapata kuwa kufariki ni ile hali ya kupoteza uhai. Kufa pia huwa na maana hiyo ya kupoteza uhai. Lakini neno kufa ni kitawe. Kando na kupoteza uhai, neno kufa lina maana nyingine. Kwa mfano, nikisema kwamba nimekufa moyo, haimaanishi kwamba nimepoteza uhai, sivyo? Hata ninaposema kwamba nimekufa ganzi, bado simaanishi kwamba nimepoteza uhai. Hivyo basi, kufa kuna maana nyingine, na katika methali hii Neno kufa halimaanishi kule kupoteza uhai, lakini neno fariki linamaanisha kupoteza uhai. Basi kufa katika methali hii ni ile hali ambayo inaweza kurekebika. Kwa mfano nikisema kwamba nimekufa moyo, mtu anaweza akanishauri, akanishawishi na labda nikarekebisha mambo na hali ikawa nzuri. Nikisema kwamba nimekufa ganzi, nikipata joto, ile hali inaweza ikabadilika. Kwa hivyo, tunaposema heri kufa kuliko kufariki, tuna maana ya kwamba heri kujipata katika hali ambayo angalau unaweza kuirekebisha kuliko kujipata katika hali ambayo hairekebiki kabisa. Heri kufa kuliko kufariki. Wewe una maoni gani? Niandikie.